Na kampeni za uchaguzi katika muda wa mwisho zinaendelea ambapo huko Tanga, e, mkurugenzi mstaafu wa makosa ya jinai e, na mbunge wa zamani pia Muheza, ya Rajab, wananchi wa jimbo la Muheza Balozi Adadi Rajab ametoa hofu wananchi wakiwataka kujitokeza kwa ajili ya kwenda kutekeleza haki hiyo ya kupiga kura. Amezungumza hayo katika mkutano wa hadhara akimwombea kura mgombea ubunge wa CCM e, Hamisi Mwinjuma vilevile mgombea wa urais kupitia chama hicho Samia Suluhu Hassan. Wanatokea wanaweka vichokochoko, vichokochoko kwenye mitandao kwamba kutakuwa na maandamano. Na wahakikishia hakutakuwa na maandamano hata chembe. Vyombo viko imara, mimi nimekulia kwenye vyombo na najua sasa hivi vyombo vinafanya nini. Saa hizi viko kwenye mazoezi kuangalia wale ambao wataleta matatizo. upa, upa, tarehe 29, kwa mimi nawaomba mtoke kwa amani kabisa, mtoke kwa amani, ikiwepo ni misururu ya kwenda kwenye vituo vya kupiga kura. Ni watu gani hawa ambao wanatushawishi tuandamane, wenyewe wako nje ya nchi. Umeshawahi kuona vitu vya namna hiyo? Kwa ilani hii mpya ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano na elfu mbili na thelathini tutahakikisha yale tuliyoyaanza ya kuwasomesha watoto wetu kwa hada ya Dokta Samia Suluhu Hasan tunakwenda tutakwenda kuyaendeleza. Hivyo basi, ili mtoto wako atasome kwa hada ya Dokta Samia tarehe ishirini na tisa nendeni mkamchagua Dokta Samia bwana kamchagua MwanaFA, ekachagua bwana Kimbai. Ili kwa pamoja tukatekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nafahamu kuna tatizo kubwa la uchakavu wa madarasa kwenye shule zetu za msingi. Kwenye ilani ya safari hii, jimbo la Muheza linakuja kujengewa madarasa mia tatu na thelathini mara ya mwisho madarasa tuliyohesabu toka kuingia kwa mama Samia mpaka hivi tunavyokwenda kwenye uchaguzi kwenye jimbo la Muheza ni madarasa 364. Haya 330 ni shule ya chekechea kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwahakikishie tatizo la uhaba wa madarasa kwa shule za msingi kwa shu, tatizo la uhaba wa madarasa na uchakavu wake kwa shule ya sekondari, hili linakwenda kuwa historia hapa Nkumba na ni kazi ya Mama Samia. Nafahamu pia kuna uhaba wa matundu ya vyoo kwenye shule zetu zote za msingi na shule ya sekondari. Katika ilani ya safari hii tumetengewa jumla ya matundu ya vyoo. Na kumi. Matundu mia tatu na kumi kwa ajili ya shule za msingi na matundu mia mbili kwa ajili ya shule za sekondari, fedha zinazotolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwahakikishie, hatuwezi kupata matundu mia tano na kumi na kata ya Nkumba isinufaike na fedha hizi anazozileta mheshimiwa rais, ndugu zangu